Bwana mambo vipi? Uko na mimika usoni. Hii ni mwanachuo Connect, nimekuja na maandaka bambe kabisa anausiwanachuo kwakuja na mafanikio. Karibu ungana nami bwana. Eh, leo mezani nipo na ndugu yangu bwana Onesimo Kikoti. Bwana karibu sana. Asante sana, naomba na ujitambulishe ni nani na kwa nini uko hapa. Asante sana, naitwa Niki Onesimo Kikoti, ni motivational speaker, ni public speaker uh, leo niko hapa Dodoma kwa ajili ya kuweza kuzungumza kuchangia kutoa mchango wangu kuhusiana na mada inayohusiana na mwanachuo na mafanikio. Asante sana. Mwanachuo na mafanikio, hapo najiuliza, lakini pia mtazamaji wangu anajiuliza mwanachuo na mafanikio, kuna uhusiano gani kati ya mwanachuo na mafanikio? Kwanza kabisa chuo ni kiwanda, ndugu mtazamaji, chuo ni kiwanda ambacho kinazalisha bidhaa. Sasa bidhaa, kuna bidhaa nzuri na bidhaa mbaya nikimaanisha ya kwamba kuna watu ambao wanakuwepo chuoni eh, baada ya kuhitimu wanakuwa ni bidhaa mbaya, lakini kuna watu ambao baada ya kuhitimu wanakuwa bidhaa bora. Sasa ah, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kujua mambo gani ya kufanya ukiwa chuoni ili uweze kuwa bidhaa bora ili ufanikiwe bidhaa bora na bidhaa ambayo sio bora hasa. Mimi na mtazamaji wangu wote tunatamani kuwa bidhaa bora. Je, tufanye nini ili tuwe bidhaa bora? Ukweli ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao chuo kimewasaidia sana, wanashukuru sana. E, walivyogusa tu chuoni, walivyokanyaga chuoni, walipata bahati, walikutana na watu e, walitumia fursa, waliweza kufanya uwekezaji wakaweka bajeti walibadilisha eh, maisha yao. Kwa hiyo wanashukuru sana kwa wao kukanyaga chuoni, lakini vivyo hivyo eh, kuna watu ambao uwepo wao chuoni eh, kwenda kwao chuoni kuliharibu hatima yao kuliharibu maisha yao. Pengine alienda chuoni akaumizwa na mahusiano eh, alienda chuoni akapoteza fursa zote eh, alienda chuoni pengine akapata maradhi ya virusi vya ukimwi eh. ni, ni, ni namna ambayo mwanachuo eh, akijua ni kwa namna gani anapaswa kuishi ili afanikiwe itamsaidia sana. Sasa umeniuliza swali kwamba eh, kwa nini umeniuliza kwa nini, eh, kuna bidhaa bora na bidhaa mbaya chuoni eh, leo nimekuletea eh, nimekuletea ah, mambo matatu ambayo mwana chuo anatakiwa kuyafanya akiwa chuoni ili asiwe bidhaa ambayo haifai pale tu atakapohitimu, pale tu atakapo, itim, pale tu atakapo graduate na jambo uh, la kwanza ambalo mwanachuo anatakiwa kulifanya ni kutengeneza mtandao eh, ku build connection, eh, ku build the connection. yaani kutengeneza mtandao wa watu eh, kutafuta connection yaani ukiwa chuoni ni sehemu ambayo unakutana na watu wengi kwa wakati mmoja kwa hiyo ni sehemu ambayo unaweza ukafahamiana na watu wengi sana eh. ukatafuta fursa ukaitumia kwa sababu una watu wengi sana kwa hiyo uh, ukiwa chuoni usijifungie eh, usijifungie Toka eh, tengeneza connection eh, waone, wafahamu watu wengi sana kwa sababu uh, ni ngumu sana mtaani eh kuishi na watu miaka mitatu eh, watu elfu tatu sehemu moja eh, watu elfu thelathini kama Chuo Kikuu cha Dodoma. Ni ngumu sana kwa mtaani, lakini chuoni unapata hiyo nafasi sasa. Mwanachuo kama mwanachuo, jambo la kwanza muhimu sana, unatakiwa kutengeneza connection. tengeneza mtandao wa watu eh, marafiki wa faida eh, marafiki ambao wanaendana na hatima yako, marafiki ambao ukiwa nao hawa marafiki wanakusaidia wewe kutimiza hatima yako. Hivyo a, mtandao huu unaweza kukusaidia kama endapo utakuwa na mtandao sahihi. Sasa kuna watu ambao wanatengeneza mtandao ambao si sahihi, wanatengeneza mtandao feki. Maana yake unatakiwa kutengeneza watu ambao wanaendana na hatima yako. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho mwanachuo na mtazamaji wangu naye nitazama, unatakiwa kukifanya ukiwa chuoni ni kuhakikisha ya kwamba unatengeneza mtandao wa watu sahihi ambao wataendana na hatima yako nzuri sana hiyo ye, lakini hiyo ndio kwanza, tupo kwenye hoja yako ya kwanza. Umeniambia unazo hoja zingine, naam, tuko tayari kukusikiliza. Asante sana, asante sana sasa mtu atauliza eh, huu mtandao na utumiaje? Eh, mtandao hapo hapo eh, una kipaji chako kitumie katika mtandao huo. Sasa hoja namba mbili, hoja namba mbili ambayo uh, mtu akiwa chuoni anatakiwa kuifanya eh, mtu anatakiwa kufanya ni kutafuta ujuzi wa ziada, kutafuta ujuzi wa ziada usibaki kwenye elimu ambayo unaipata chuoni, kwa sababu ile elimu unayoipata chuoni ni sehemu tu ya, ya, ya mchango ambao unaweza kufanya ukakusaidia kwenye mafanikio, lakini tafuta elimu ya ziada, elimu ya fedha eh, elimu ya mahusiano eh, elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji eh, elimu kuhusiana na, na mambo mbalimbali yanayoendelea katika maisha, elimu kuhusiana na Mungu mwenyewe unayemwabudu. Eh, tafuta elimu ya ziada, usikae bila kutafuta elimu ya ziada. Nashukuru sana. Mimi na mtazamaji wangu bado tunahitaji kupata madini, bado tunahitaji kufahamu nini tufanye, nini tufanyike ili tuje kuwa bidhaa bora. Najua una maswali unajiuliza. Nipo kwa ajili ya kupokea maswali yenu, lakini pia namba yangu ni ile ile. Endelea kuniuliza maswali endelea kuchangia, kama kuna swali kama kuna chochote tuendelee na, mtoa mada wetu. Naam na, umetaja ume hoja ya kwanza umetaja hoja ya pili, lakini naamini bado unajua hoja hoja, hoja zingine. Tupo tayari kusikiliza. Asante sana eh, hoja nyingine ni kwamba, uh, ukiwa chuoni eh, ni lazima ujiwekee vipaumbele. Eh, chuoni kuna mambo mengi, eh, chuoni kuna mambo mengi sana yanayotokea ya yanayoendelea. Sasa lazima uchague kipi kianze kufanyika kabla ya vingine, yaani kujiwekea vipaumbele kunakusaidia eh, kujua kwamba uko busy na nini. Ukienda chuoni utakutana na watu wako busy sana eh, kuna watu ambao eh, anazunguka hosteli kwenda hosteli nyingine, yuko busy, lakini ukimuuliza uko busy na nini, hawezi kukwambia. Hivyo lazima ujiwekee vipaumbele ambavyo utajua kabisa kwamba mimi napenda kufanya hiki kwanza kabla ya vingine havijatokea katika swala zima pia la, la, la, la vipaumbele eh. Lazima ujue hatima yako ni nini eh. Lazima ujue vision yako ni nini, maono yako ni yapi, eh, nini thamani ya wewe kuwepo duniani eh. Kusudi kitu gani kimesababisha wewe uwepo duniani eh. Lazima utumikie lile kusudi eh. Kwa hiyo sasa ah, mwanachuo eh. Mtu ambaye upo chuoni, usipokuwa na vipaumbele katika kutumia muda wako eh katika uh, kusoma usipokuwa na vipaumbele vyako ambavyo umejipangia, inakuwa ni ngumu sana kuweza kufanikiwa. Huwezi ukafanya kila kitu, ukijaribu kufanya kila kitu unaweza ukafeli. Mara moja ndio maana imeandikwa, ndio maana wahenga walisema uh, mtaka yote anakosa yote. Na nashukuru sana nashukuru sana na nashukuru wapenzi wa, wa watazamaji, kwa sababu naendelea kupokea jumbe zenu hapa, na huyu ana swali anauliza, anasema kwamba yeye ni mhitimu, ameshahitimu chuo Yeah, ni kitu gani ambacho anaweza kufanya eh, kama hao wengine ambao tumesema kuna vitu tunatakiwa kufanya ukiwa chuoni ili uwe bidhaa bora, lakini pia anauliza ni kitu gani ambacho anaweza kufanya ili aje awe bidhaa bora, na kwa kuwa ameshamaliza sasa. Karibu uendelee na mada, lakini pia utajibu swali la mtazamaji wetu. Asante sana ndugu mtazamaji. Uh, hoja hizi ambazo nimezizungumza ni hoja ambazo ukiwa chuoni unaweza kuzitumia zikakusaidia uweze kuwa bidhaa bora sana, kwa kuwa chuo ni kiwanda. Sasa a, kabla sijaingia kwenye upande wa pili eh, kujibu swali la mtazamaji eh, kuhusiana na yule ambaye ameshahitimu eh, naomba niweze kuhitimisha upande kwa aliyopo chuone, eh, nihitimishe kwa ajili ya kuzungumza kitu kimoja. Hoja yangu ni kwamba mnate chura, mnate chura hauwezi kuwa zaidi ya karakta ulionayo. Eh, yaani ili ufike unapopataka, eh, ili ufike katika hatima yako unahitaji mambo mawili, unahitaji uwezo lakini pia unahitaji karakta. Karakta sasa, ukiwa tayari kumng'ata chura, unaweza kufanikiwa. Bwana ah, hii kali! Tumeambiwa tumng'ate chura, sijui kama utakuwa tayari kumng'ata chura. Sasa vipi kwa wale ambao tayari wamehitimu, nao wanatakiwa kumng'ata chura pia? Naam, asante sana uh, swala la kung'ata chura eh, swala la tabia ni la kila mmoja, awe mwanachuo awe si mwana chuo awe hajahitimu awe amehitimu. Sasa kuhusiana na wanafunzi ambao wameshahitimu eh? Mtu ambaye ameshahitimu pengine haya mambo hakuyaishi akiwa chuoni, ni mambo gani ambayo anatakiwa kuyafanya sasa eh? Eh, nitasema kwa ufupi sana eh, kiukweli ukweli ni kwamba watu wengi sana vijana eh, wengi wakisha graduate juoni, wanaamini ya kwamba ndo mwisho wa kujifunza, ndo mwisho wa kusoma A, leo unaweza nikakwambia kwamba ewe kijana ambaye umesha graduate umesha hitimu, jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuanza kulifanya, anza kusoma. Mzee mmoja ashawahi kuniambia ya kwamba kama hautaanza kusoma baada ya kuhitimu, basi sahau mafanikio, kwa sababu elimu unayopata shuleni ina asilimia chache sana katika kufanya ufanikiwe, lakini kuna msemo mmoja unasema a, never stop learning because life can never stop teaching. Maisha hayaachi kufundisha. Soma vitabu, soma kuhusiana na biashara, soma kuhusiana na mahusiano. Kwa hiyo ah, baada ya kuhitimu, punde tu baada ya kuhitimu, nitengenezee mchakato wa kusoma, mchakato wa kujifunza mambo mapya ambayo yanaendana na jamii uliyonayo. Lakini si hivyo tu, kuna mambo mengi ambayo unaweza ukafanya baada ya kuhitimu, mengi sana. Wow imekaa vizuri kabisa. Lakini pia nipokee ujumbe kutoka kwa mtazamaji wangu hapa, anauliza kwamba vipi kwa yeye amehitimu sasa, wakati yupo chuo hajafanikiwa kufanya hivi vyote, lakini ameshahitimu. Je, tunamsaidiaje? kuna kitu cha kuongeza kumshauri, au kwa nini hafanyi? Asante sana sana, naomba umwambie kwamba hajachelewa, yaani hajachelewa, bado anayo nafasi, yaani kwa mtu ambaye alikuwa chuoni hakuyafanya hayo mambo yote basi, ana nafasi ya kujiuliza kama nilivyosema mwanzo. Ah, jambo la kwanza anatakiwa kuanza kujifunza, akubali kwamba anahitaji ujuzi wa ziada tofauti na ule ambao ameupata chuoni. Eh, ujuzi wa ziada tofauti na alio upata chuoni ni muhimu sana kuweza kumsaidia akafanikiwa. Lakini hoja nyingine, jambo lingine ambalo mwanachuo anatakiwa kulifanya eh, mtu ambaye ameshahitimu yuko mtaa, jambo ambalo anatakiwa kulifanya eh? ni kuhakikisha kwamba anakuwa na uthubutu wa kutumia fursa eh. Una wazo la biashara ukiwa chuoni, ulikuwa na wazo la biashara mfanye sasa. Ulituahidi utafungua duka kubwa sana, lakini bado ujafana uko mtaani. Sasa fanya ili tuone ni kwa namna gani unaweza kufanikiwa. Eh, watu wengi sana vijana wengi sana wanaogopa kuthubutu wanaogopa kutumia vipaji vyao eh, wanaogopa kutumia fursa zilizopo mtaani, anaishiake kulaumu eh, eti anasubiri mpaji eh, anasubiri awe na kitu kikubwa. Ukweli ni kwamba unaweza ukaanza na ulichonacho, una elfu kumi una elfu ishirini una laki moja anza na ulichonacho, usiogope kuanza na ulichonacho. Anza na ulichonacho, hiyo ndo fimbo ya Musa, hiyo ndo fimbo ya Musa, Musa ulionayo itumie itumie kutawanya bahari ya umaskini eh, yani, una elfu kumi una ishirini una laki moja anza nayo eh, kwa sababu eh, Mungu hutumia ulicho nacho, hukupa ambacho hauna. Kwa hiyo kama kijana amehitimu ame graduate anajiuliza afanye nini, aanze kutumia alicho nacho. Una wapi? Tumia ulicho nacho. Siku moja nishawahi kusema ya kwamba ujana ulionao ni fursa namba moja, yani kama wewe ni kijana na unajiona umechelewa, basi umechelewa kujiona kijana ne kijana tumia fursa ulionao. Mtaalamu mmoja anaitwa Mark Twain anakwambia kwamba miaka ishirini baadaye utakuja kujilaumu sana kwa mambo ambayo hukuyafanya kuliko mambo ambayo uliyafanya. Kwa hiyo tuanze kuwa na uthubutu, usigairishe mambo. E, tumia fursa sasa, usisubiri mpaka uwe na kikubwa sana. Sasa, kuna mtu anajiuliza mimi sina kipaji nifanyaje? Eh, yani eh, sina kipaji kabisa, mbona kama siwezi kutumia talent yeyote ile. Ukweli ni kwamba hakuna mtu mwenye kipaji, ambaye hana kipaji eh, hakuna mtu ambaye hana kipaji. Kila mtu ana kipaji chake, ana kitu ambacho anakiweza. Hebu tafuta ni kitu gani ambacho unapenda kukifanya, ambacho upo tayari kufanya hata usipolipwa eh, upo tayari kufanya bila kusukumwa na watu wengine. Kwa hiyo tumia talenti yako uonekane. Yani, ukiwa chuoni hakikisha ya kwamba unaonekana. eh, unapokaa chuoni watu hawajui ulichonacho, unapoficha ulicho nacho basi unaweza ukajikuta umepotea kabisa. Hakuna mtu ambaye atajua kwamba mwanachuo, uh, una kitu kwa mengine mwanachuo unatamani kuwa mfanya biashara, pengine mwanachuo unatamani Eh, unatakiwa kujipa vipaumbele. Unajua chuoni kuna mambo mengi sana ambayo wanavyuo wanakutana nayo, utakutana na, na, na pati mbalimbali, utakutana na matukio mengi sana sana sana, lakini ukijipa vipaumbele vitakuonyesha ni mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya, vitaonyesha eh, ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvifanye, Uv vo vya kwanza kufanya na ni vitu gani unatakiwa kuviacha kwa hiyo kama mwanachuo unatakiwa ujipe vipaumbele, ni mambo gani ambayo natakiwa kuanza kuyafanya? Kipi kinaanza, kipi nisianze nacho? Lakini sababu anakujipa vipaumbele, mwanachuo anatakiwa ajifunze kuanza kuweka bajeti akiwa chuoni. Yani moja ya kipaumbele ambacho mwanachuo unatakiwa kuwa nacho ni kuanza kuweka bajeti. Adui mkubwa sana wa vijana wengi sana A, katika kizazi hiki hususan ni wanachuo A, ni kuwa na, ma, na wakati mgumu sana wakati wanahitimu. Kwa nini? Unakuta alipata pesa alipata Mungu, hakuna chochote alichokiweka, mwisho wa siku anakuta anafika mtaani anaanza na upya. Kwa hiyo akiwa na uwezo wa kuweka budget, inakuwa ni rahisi sana kwake kutengeneza safari ya mafanikio ikawa njema zaidi. Asante. na asante, nashukuru sana nashukuru sana na asante kwa hoja zako nzuri, kwa sababu mimi na wengine wengi tumefahamu ama tumepata nini cha kujifunza. Karibu sana tuambie, kama una chochote cha kuongezea kuhusiana na mada yetu. naam, naam. Aa, katika uhalisia wa mambo wanavyuo wengi wanaamini ya kwamba elimu anayoipata chuoni, anaamini elimu anayoipata chuoni ni elimu ambayo inatosha kumfanya yeye afanikiwe, lakini ukweli eh, ukweli ni kwamba katika uhalisia kabisa elimu unayoipata chuoni haitoshi, ile elimu haitoshi unahitaji elimu ya ziada. Sasa ukiwa mwanachuo, kitu kikubwa ambacho unatakiwa kukifanya ni kuhakikisha ya kwamba unatafuta elimu ya ziada eh, unatafuta elimu ya ziada ambayo hii elimu ya ziada itakusaidia wewe uweze kupata ule ujuzi ambao haupatikani shuleni. Yaani elimu unayoipata chuoni ni sehemu tu ya elimu ambayo inaweza kusaidia ukafanikiwa. Unahitaji elimu ya fedha, unahitaji elimu kuhusiana na namna ya kudhibiti hisia zako unahitaji elimu namna ya kuwachagua marafiki, unahitaji elimu namna ya kupanga malengo yako. Hivyo basi kama mwanachuo, mwanachuo naye nitazama kama utaridhika eh, na kusema nasoma sheria eh, nasoma ualimu, nasoma maendeleo ya jamii, ukaridhika ukaishia hapo, basi kufeli kwako wewe ni rahisi sana. Sasa ili ufanikiwe mwanachuo kitu kikubwa ambacho unatakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba unatafuta maarifa ya ziada eh, soma vitabu eh, sikiliza watu ambao wanazungumza kuhusiana na maisha eh. Umefanya jukumu zuri sana na kunisikiliza eh. Mambo kama haya, unasikiliza, unajifunza. Hii inakusaidia sana uweze kutengeneza safari nzuri kabisa ya maisha bana. Asante sana bwana Kikoti, mimi na mtazamaji wangu ama watazamaji wangu tumepata kitu cha ja kujifunza. Tumeambiwa tunatakiwa kutengeneza mtandao, tutengeneze network, lakini pia tu explore tusome vitabu na kuweka malengo, lakini pia kuweka uh, bajeti na siku moja, wakati nasoma kitabu kimoja kinaitwa Rich Man in Babylon, kuna mstari mmoja ji usoma umeandikwa kwamba kila asilimia kumi unayoipata ama unayoitunza baada ya kipato unachokipata kwa mwezi ni pesa ya kumlipa au ni pesa kwa ajili ya mtumwa wako sijui ulikuwa na maana gani, ila nakupa assignment ukafuatilie ili ujue mm, useme wewe ulikuwa eh, na maana gani? Naam, kabla huja huja huja, kabla muda haujaenda sana, naomba nichangie kidogo hapo, ah, kuweka budget eh, jambo lolote ambalo linahusiana na fedha, kuweka budget eh, eh, kitabu cha The Richest Man in the Babylon, eh, yani chochote ambacho unakifanya ambacho kinaweza kukusaidia baadaye ukafanikiwa kinahitaji tabia yaani ukweli ni kwamba mafanikio yoyote yale yanahitaji tabia. Sasa kama hautatengeneza tabia leo ukiwa chuoni, sahau mafanikio baadaye. Ndio maana leo nakuongezea msemo mwanachuo, ya kwamba ng'ate chura, ng'ate chura. Sijui kama unanielewa. Ng'ate chura, chura ni tabia ambayo inakurudisha nyuma, ni tabia usiyoipenda ni tabia ambayo inakukwamisha katika maisha yako eh? ni tabia ya kulala sana, ni tabia ya kuto kuweka bajeti hata asilimia kumi wanachokipata. Huyo ni chura. Sasa ngate chura eh? pengine unapata wakati mgumu sana tabia ulionayo hauipendi, eh? huna tabia ya kuweka bajeti, huna tabia ya kusoma vitabu, eh? huna tabia ya kusikiliza mambo ya maana, huna tabia ya kwenda kuabudu. Sasa huyo chura unamtoaje, eh? lazima ukubali kwamba na changamoto Lazima ukubali kwamba una tabia isiyo faa, lazima utengeneze mchakato wa tabia ulionayo, eh, mwanachuo eh. Lazima ukubali kwamba tabia niliyonayo si sawa, lazima ukubali kwamba inahitaji muda kutengeneza tabia mpya. Ukweli ni kwamba tabia mbaya ni rahisi sana kuijenga, lakini ni ngumu sana kuiondoa. Hivyo usikurupuke kubadilisha tabia, usikurupuke. Hata Babeli haikujengwa ndani ya yes, siku moja cha kuongeza zaidi hapo, ndugu mtazamaji, kwamba maarifa ni kitu muhimu sana eh, maarifa ni kitu cha maana kabisa ambacho kinaweza kutusaidia tukafanikiwa. Hivyo ukiwa chuoni eh, point kubwa ya kunoti ni kwamba lazima tutafute maarifa, haina exception. Biblia inasema katika Hosea nne sita kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Eh, mshike sana elimu, maana yake ukikosa maarifa huwezi kufanikiwa Unashindwa kufanikiwa kwa sababu hauna maarifa, si kwa sababu umezaliwa familia maskini. Ah -ah, ni kwa sababu hauna maarifa kuhusiana na nini na mafanikio. Nashukuru sana, sana. Lakini pia bwana, naomba tupate kitu cha kuondoka nacho, mimi na mtazamaji wetu, natamani tuondoke na kitu sasa. Je, ni kitu gani ambacho unatupa tuondoke nacho siku ya leo? Uh, kitu cha kuondoka nacho, eh, uh, nacho leo, ndugu mtazamaji wangu, kitu cha kuondoka nacho leo kwa wewe ambaye umeshahitimu tayari kitu ambacho unatakiwa kuondoka nacho, anza kuishi maono yako, anza kuishi maono yako. Hakikisha kwamba unajiwekea malengo eh, eh, mtaalamu mmoja eh, mtu mmoja maarufu sana anaitwa Albert Einstein alikuwa amepanda treni hasa, bahati mbaya akapoteza tiketi yake. Alipopoteza tiketi yake, basi ule wale wahudumu wa treni wakasema, mheshimiwa unafahamika sana Eh, hatuna haja ya kukagua tiketi yako, tunajua wewe ni mtu maarufu, au uwezi kupanda treni bila tiketi. Albert Einstein akasema ya kwamba shida si kudondosha, so kupoteza tiketi, kibaya ni kwamba tiketi niliyo nayo ndio imeandikwa kituo unachotakiwa kushukia. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa wewe mwanachuo, wewe ambaye umehitimu, umegraduate kuandika malengo yako, kuwa na malengo yako kuwa na maono yako, ili kesho na kesho kutwa basi uweze kutengeneza uwanja mpana kwa wewe kufanikiwa. Yani, there is no place for you if you don't have vision. Hakuna sehemu hapa duniani kwa wewe kama hauna maono. Kwa hiyo, ndugu mtazamaji wangu, kaa ukijua ya kwamba tabia yako ya leo ndio matokeo yako ya kesho. Ulikuwa nami wakati wote, mika usoni nikiwa na mgeni wangu Bwana Nicky Onesmo Kikoti. Hii ni mwanachuo na mafanikio hadi wakati mwingine. Bye bye.